Huku zoezi la kumsaka mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ukitarajiwa kung'oa nanga rasmi mapema wiki ijayo, baadhi ya Wakenya wameanza kuonyesha kutoridhishwa na mchakato huo. Vijana wa shirika la vijana nchini KYO wakilalamikia vijana kuachwa nje ya walioteuliwa kusailiwa katika nafasi hiyo, nasema kama vijana tutatoka nje, ukweli ama si ukweli? Tunasema kama, kwa hiyo shortlisting au ta consider vijana ambayo wameapply. Bwana, bwana rais, sisi jua sasa hii finance bill ya 2025 ndio itakuwa mbaya, ukweli ama si ukweli? Vijana hao wakisema kuwa zaidi ya vijana mia mbili walituma maombi ya kujaza nafasi ya mwenye wa IBC, ila hakuna yeyote aliorodheshwa kama mgombeaji wa nafasi hiyo. We had over 200 young applicants for that, uh, for the commissioners. Unfortunately, they were not shortlisted, and that's why we are calling upon Dr. Makanda and the entire panel to factor in the face of young people in that listing before they, I mean, uh, the, the, the, the interviews Zaidi ya hayo vijana hao wameonyesha kutoridhishwa na baadhi ya walioteuliwa wakiwataja kuwa wakongwe ambao wamekuwa katika ulingo wa kisiasa ama kushikilia nafasi za juu serikalini kwa muda mrefu. Na tunasema hivi Bwana Rais, sisi hatuna shida na chochote, tunataka hata for the first time. Hata ukuweka mama, sisi hatuna shida, ni ukuweka kijana, hatuna shida. Lakini mambo ya kutuambia bwana Charles Nyachae ambaye tulianza kumsikia before nizaliwe, mama angu akiwa kijana, tena sasa hivi mimi nimekuwa naenda kukuwa mzee, bado tunasikia Charles Nyachae. Tumekataa. Ukweli ama si ukweli?

ama mapendeleo. Baadhi ya waliorodheshwa kugombea nafasi hiyo ni kiwemo aliyekuwa msajili mkuu wa idara ya mahakama An Ateno Amadi, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kutekeleza katiba Charles Nyachae, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kutatua migogoro ya uchaguzi Mwaka wa 2022 Brenda Masinde Mdivo na mtetezi wa haki za kibinadamu na mwanasheria Kakai Kisinga miongoni mwa wengine. James Mwangi, Undugu TV